Kwa muda mrefu sasa ushirika kama chombo cha kuwaunganisha, kuwapa nguvu na kuwatetea wanachama wao katika kilimo, ufugaji, uvuvi na tasnia nyingine unakabiliwa na changamoto nyingi za usimamizi mbovu, ubadhilifu na ufujaji wa mali za baadhi ya viongozi wa baadhi ya viongozi. Changamoto hizo zinawaumiza umi, zinawaumiza sana wakulima na kuwafanya kukata tamaa katika uzalishaji, masoko na uendeshaji wa shughuli zao za uchumi. Mheshimiwa Spika, ili kuondokana changamoto hizo serikali itafanya marekebisho makubwa ndani ya Tume ya Maendeleo ya Ushirika iliyo chini ya Wizara ya Kilimo, Mifugo na Uvuvi, na kuchukua hatua za kinidhamu kwa watakaobainika kuhusika na ubadhirifu wa mali za ushirika. Aidha, baadhi ya maofisa ushirika waliokaa katika kituo kimoja kwa muda mrefu watahamishiwa katika maeneo mengine. Mheshimiwa Spika, serikali itafanya marekebisho makubwa vile vile kwa shirika la ukaguzi wa vyama vya ushirika COASCO ambayo imeshindwa kufanya kazi zake kwa weledi. Mheshimiwa Spika, katika kufufua ushirika, serikali itauhisha sera ya maendeleo ya ushirika ya mwaka 2002 na kuijengea tume ya maendeleo ya ushirika uwezo kwa ajiri, kwa kwa amisha, wa kuajiri kuhamisha kuhamishia watendaji katika ofisi za mikoa na halmashauri zote ili kusimamia vyama vya ushirika kufanya kaguzi za mara kwa mara, kuondoa tatizo la upotevu wa rasilimali za vyama kusimamia upatikanaji wa viongozi wenye sifa na watendaji wenye weledi wenye kuongoza vyama kwa ufanisi.